Nilizungumza kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatutoa pangoni tunapaa angani, kwa sababu leo mtalii ilikuwa ni ngumu kumleta Pangani kwa sababu ya miundo mbinu mibovu ya barabara. Kuna mbuga ya Sadani pekee Afrika ambayo imepakana na bahari, manake mtalii atakuja. Lakini leo tunaona kabisa, tunaunganisha watalii ambao wanakuja Kilimanjaro, wanakwenda Ngorongoro, kwa maana Ngorongoro na Serengeti wakati mwingine hawana access ya bahari, wanakuja Pangani ni karibu hiyo tutaweza kutumia fursa hii ya utalii na vijana wataweza kupata ajira, sababu ajira ni kitu chochote ambachoaa kufanya halali. Tunaona bandari eshia rahis otufungulia vijana wataajiliwa, fursa mbalimbali za kiuchum zitafanyika, mmoja kwa nafasi yake. Haya ndio maendeleo kwa Katanga, anake Tanga hasa kwa mikakati ya miradi ya maendeleo ambayo ya nyuma hali ya swala la maji ilikuwa ni changamoto, na mwathirika mkubwa ni mwanamama kutumia muda mwingi kwenda kutafuta maji. Baba ajali yeye, anachotaka apate tu maji ya kuoga, apate tu chakula ambacho kinahitaji maji. Lakini kupitia uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, aliapa kumtua mwanamama ndoo kichwani, na akaasisi kauli mbiu ya ya kumtua mwanamama ndoo kichwani. Nashukuru kwa muda huu mfupi, ulikuwa chini ya asilimia arobaini ya upatikanaji wa maji vijijini, leo tunazungumzia asilimia themanini na tatu ya upatikanaji wa maji mjini, na hata World Bank imetuawailisha Watanzania kwamba tunaongoza kupeleka maji vijijini kwa miaka miwili mfululizo. Ni hatua kubwa ambazo zimefanywa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwanamama Aliyaisha bayana kabisa kwamba yeye ni mama, na asilimia kubwa yanaoteseka juu ya adha maji ni wakina mama. Hataki kusikia hataki kuona kwa mama wa nchi hiyo wanaoteseka juu ya adha maji, lakini kwa eneo la mjini tumepewa malengo, itakapofika Desemba 25 tuwe na asilimia 95. Sasa hivi tupo asilimia 91 pointi na hizi jitihada lakini tuna miradi zaidi ya elfu moja. Kwa hiyo kiufupi, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu ya changamoto za wakina mama katika hili taifa na Watanzania kwa ujumla.